Ndugu waandishi wa habari, wa kama mnavyofahamu, tarehe 24 Mei mwaka huu 2017 tume iliyoundwa na rais John Pombe Magufuli kuchunguza suala la usafirishaji nje mchanga wa dhahabu, yaani makinikia, iliwasilisha ripoti yake kwa Mheshimiwa Rais, na katika ripoti hiyo kulikuwa na mambo matatu ya msingi ambayo yaliibuliwa. Jambo la kwanza, kwa mujibu wa kamati hiyo iliyoongozwa na Profesa Mruma, kiwango cha dhahabu kilichokuwepo katika makontena ambacho kimeripotiwa ni tofauti na kiwango ambacho ni halisi katika kila kontena. Kwa hilo, ni jambo la kwanza ambalo a, tume ya Profesa Mruma imewaeleza Watanzania wakati inawasilisha ripoti yake kwa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Jambo la pili ambalo tumeelezwa na uh, tume hii ya Profesa Mruma ni kwamba ukiachilia mbali dhahabu, yako madini mengine muhimu kama vile chuma, rhodium, sulfur na kadhalika ambayo hayaripotiwi E, na wakala wa ukaguzi wa madini yani TMAA. Hilo ni jambo la pili tumeelezwa. Jambo la tatu ambalo tumeelezwa sasa kutokana na sababu ya kutoripoti kiwango sahihi cha dhahabu katika kila kontena na kutokana na sababu ya pili ya kutojumuisha madini haya ya rhodium, chuma na uh, sulfur, Tanzania imekuwa ikipoteza matrilioni kwa matrilioni ya fedha e, tangu usafirishaji wa makinikia uanze takriban inavyosemwa miaka 17 iliyopita. Sasa haya ni mambo ambayo tumeelezwa. Sisi ACT Wazalendo kutokana na unyeti wa suala la upotevu wa rasilimali fedha katika usimamizi mbovu wa sekta ya madini na rasilimali za mali asili kwa ujumla wake, tumeonelea kwamba kuna umuhimu sana wa kuwa na mjadala mpana wa kitaifa, mjadala ambao ni huru na wazi, ambao utatafakari yale ambayo yamesemwa, yameibuliwa katika ripoti ya profesa Mruma na utashirikisha wadau mbalimbali, kwa sababu rasilimali kama vile madini na mali asili nyingine ni rasilimali za umma, ni sharti uelekeo wake utokane na mijadala ya umma kuamua wapi tunakwenda sasa. Ili suala la e, makinikia ni tone dogo tu katika e, bahari pana ya upotevu wa rasilimali ambayo tunayo. Kwa mfano, watu wajiulize hapa tunazungumzia migodi miwili ambayo inasafirisha nje e, makinikia. Vipi kuhusu Geita Vipi kuhusu kule ambako tunazalisha Tanzanite? Vipi kuhusu dhahabu? Kwa hiyo tutaona tatizo hili ni pana zaidi, linahitaji mjadala mpana kabisa kwa wa kitaifa. Kwa hiyo sisi, ACT Wazalendo, tunatarajia kufanya kongamano tarehe tatu aa, ya mwezi unaokuja, e, kujadili masuala haya na katika mjadala huo tumewaalika watu wa chama cha mazingira, wanasheria wa utetezi wa uhifadhi wa mazingira, yani lit na watawakilishwa na Lugemereza Nshala ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa uh, wa, wa, wa wa taasisi hiyo. Alafu pia tumewaalika chama cha wafanyakazi eh, migodini, eh, yaani Numet na watawakilishwa na ndugu Nikodemes Kajungu ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho. Alafu pia tumeialika taasisi ya haki madini na watawakilishwa na ndugu Amani Mhinda ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo ya haki madini. Na kutoka ndani ya ACT Wazalendo kutakuwa na pia wasilisho la ndugu Zito Zuberi Kabwe ambaye ni kiongozi wetu wa wa chama ACT Wazalendo. Tunaamini kwa dhati kuwa suala la usimamizi wa rasilimali madini, ili liwe na tija linahitaji mjadala huru na mpana wa kitaifa ili kuliweka suala zima katika uhalisia wake, kwa maslahi ya nchi. Kwa hiyo kupitia ninyi waandishi wa habari, tunawaalika Watanzania waje washiriki katika mjadala wetu utofanyika tarehe tatu. Tutaeleza zaidi kuhusu mahali utapofanyika, tutawaeleza zaidi kupitia waandishi wa habari kuhusu programu ya mjadala husika, na tumeshatanabaisha kabla kwenye matamko yetu kwamba sisi ni watu tunaoheshimu utafiti. Utafiti unajibiwa na utafiti mwingine. Kwa hiyo ukitaka kuipinga entirely, yani kwa ujumla wake ripoti hile, ni sharti ufanye utafiti ule ule wa kisayansi uje na majibu tofauti. Kwa hilo ni nukta ya kwanza muhimu sana. Kwa hiyo sisi tutakuwa pumbavu kusema kwamba ripoti hile kwa ujumla wake tunaipinga wakati in place hatuna utafiti uliofanywa wa kuibatilisha ripoti ile. Lakini nukta ya pili, hilo haliondoi umuhimu wa kuhoji, kudodosa kwa mambo ya kimantiki na mambo haya ndiyo tutayafanya. E, tarehe tatu kwa mfano e, zimetolewa takwimu za upotevu tunaoupata wa fedha matrilioni kwa matrilioni Je, yeah, takwimu hizo ni sahihi? Hilo ni jambo muhimu sana. Zimetolewa takwimu za upotevu wa dhahabu tunaofanya kutokana na kutokuwepo kwa uiano wa idadi ya madini yaliyokuwepo katika kontena na yanayoripotiwa na TMAA. Je, yeah, takwimu hizo ni sahihi? Zikiwa sahihi, zinabadili pia ramani ya uzalishaji madini wa Tanzania katika ramani ya dunia na ulimwengu. Na uli haya ni mambo unayoweza kuyadodosa na jingine la tatu nukta muhimu sana, kama nilivyosema, makinikia ni muhimu sana ripoti ile, lakini ni tone dogo kabisa la bahari pana kabisa ya tatizo tulilokuwa nalo katika usimamizi wa rasilimali madini. Kwa bahati mbaya, wenzetu wa Chama cha Mapinduzi ambao wana dhamana ya kuiongoza serikali na kuielekeza wamechagua mkondo tofauti. Wamedhani e, mapambano haya ni mapambano ya aidha kuchagua upande wa kusifia au wa kukosoa. Hiyo ni premise potofu. Mapambano haya ambayo ni vita pana ya usimamizi wa rasilimali ni mapambano ya kuiweka vita hii katika uhalisia wake. Kwa kwanza, inabidi utambue kwamba hatua ikichukuliwa ni muhimu na sio mbaya kuikubali, lakini mbili, kuisogeza katika muktadha wake kwamba nini kiini cha tatizo na nimemsikia rafiki yangu ndugu Humphrey Polepole majuzi akisema kwamba si sahihi watu kuoji kiini cha tatizo hili, mpuuzeni, mpuuzeni. Kwa sababu usipojua ulipojikwaa hauwezi kusonga mbele, tutarudia maneno yetu kwamba walietufikisha hapa ni chama cha mapinduzi, kwa sababu wao kwa wingi wao bungeni na kwa nafasi yao kwenye baraza la mawaziri ndio walioendekeza siasa za ndio ndio mzee. Ndizo siasa zilizotufikisha hapa tulipo. Kwa hiyo wakati tuna appreciate hatua ndogo iliyochukuliwa, ni lazima tufahamu kiini cha tatizo, na nawahakikishieni chama cha Mapinduzi, hata kama Rais Magufuli profesa Mruma angesema kwamba hakuna upotevu uliokuwepo, wangesema ndio, kwa sababu hawa hawa ndio ambao miaka kadhaa nyuma walikuwa wakishadidia mambo haya. Kwa sisi tutaunga mkono yaliokuwa mazuri. kuunga mkono tafsiri yake, manake wengine huwa wanaipotosha, nihitimishe hapo. tafsiri ya kuunga mkono, tafsiri ya kuunga mkono ni kuappreciate na kuyachukua mapambano hayo kuyapeleka katika muktadha wake sahihi. Hiyo ndio tafsiri ya kuunga mkono. Kuunga mkono sio ububusa, sio kukubali kila jambo Kuunga mkono ni kuchukua lile zuri na kulipeleka katika muktadha, na si tutakuwa wajinga. Katika azimio la Tabora, azimio na tamko letu la kiitikadi, tumeeleza mengi humu kuhusu usimamizi wa rasilimali madini, na kubwa kabisa tumesema madini haya ni ya umma, ni mali ya umma, sharti yatumike kunufaisha umma. Tutakuwa wajinga tusivyo appreciate vuguvugu hili, lakini tutakuwa pumbavu maradufu tukiwa ndio mzee tu tukubali kila kitu. Hilo ndo ninaloweza kusema. Asante. Kama nilivyosema awali, nimesema utafiti unapingwa kwa utafiti mwingine, na tunasikia mawazo mbalimbali ya watu wanaotaka utafiti mwingine. Ni vizuri kunukuu sawasawa, hauwezi kupinga ripoti ya kiutafiti entirely kwa ujumla wake bila kuwa na utafiti mwingine unaobatilisha utafiti wa awali. Kwa hiyo nimesema hivi kwamba sisi hatupingi kwa ujumla wake, ila tunadhani yako mambo mawili muhimu. Mosi, ni muhimu sana vuguvugu e, vugu ili kuwekwa katika muktadha wake, yani kulitazama kwa mapana yake, kwa sababu makinikia ni tone dogo tu katika mapambano mapana ya vita ya rasilimali madini. Nimetaja mfano hapa tuna migodi inazalisha tanzanite inasimamiwaje tuna migodi inazalisha almasi inasimamiwaje tunazungumziaje usimamizi wa dhahabu achana makinikia hii ndiyo mawanda mapana zaidi ambayo sisi tunataka yatazamwe hata kabla ile tume ya pili inayotazama masuala ya kiuchumi na sheria haijafanya kazi niliyosema tunaweza kudodosa na tutayadodosa bila woga ni kwa mfano eh, kiwango kinachotajwa cha upotevu wa rasilimali fedha au kiwango kinachotajwa cha upotevu wa madini. Watanzania hatuwezi kuwa waoga wa kuhoji mambo kama hayo, lakini huwezi kuipinga kwa ujumla wake. Hilo ni muhimu sana sababu utafiti unapingwa kwa utafiti mwingine, na utafiti unaosimama sasa uliofanywa katika eneo hilo ni utafiti wa eh, kamati ya profesa Mruma. Hilo muhimu sana ako tunatarajia kufanya kongamano hilo hapa hapa Dar es Salaam, kwa sababu ya muda na namna ya kuorganize tukio lenyewe. Tunataka liyo tukio kubwa huru. Mkitazama orodha niliyowapa, na mtapata nakala hapa, asilimia kubwa ya wazungumzaji watatoka nje ya chama cha ACT Wazalendo, na hawa wote wanahusika na kumulika jicho katika usimamizi wa rasilimali madini kutoka ACT Wazalendo atakuwepo tu ndugu Zitto Zuberi Kabwe. Kwa hiyo tutafanya hapa Dar es Salaam. Lengo letu jukwaa hili liwe jukwaa la kitaifa, jukwaa ambalo watu wanasema, katika vita watu hawapaswi kuzibwa mdomo kwa kupachikwa majina ya kwamba hawa hatuko nao katika vita. Jambo la kwanza ni dhamiri njema ya kimapambano Alafu la pili, ukishakuwa na dhamiri njema ya kimapambano, ya kufahamu hii ni vita dhidi ya mabeberu, hii ni vita dhidi ya makampuni makubwa, hii ni vita dhidi ya unyonyaji wa Afrika, hii ni vita kubwa. Ukishatambua hilo na kwa mapenzi yako ya Afrika na mapenzi yako ya Tanzania, basi kinachofuata ni kutoa mchango wako katika kuiboresha. Lazima kwanza utambue kuna vita na lazima dhamiri yako iwe kushinda nini? Vita. Sio kuifanya vita irudi nyuma, lakini usiache kutoa mchango wako kuiboresha vita kwa kuogopa majina. Usiogope majina. Kwa sababu tayari unakuwa na dhamiri iliyo njema.